Kwa majina naitwa Josephine Peter Mosha. Ndiyo. na nini hasa kinatokea hapa? Katika kilichotokea hapa ni uvamizi mm. mi naweza kuita uvamizi kwa sababu uh, hatukupewa taarifa yoyote kwamba kuna kitu kama hichi kinatokea kinakuja kufanyika hapa, na ndio hivyo sasa uh, kiufupi nitaweka kiufupi sana. Sisi tulinunua hii nyumba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu uh, na mwanzo wake ilikuwa ni kama tu kawaida mtu unavyoona nyumba inata, inatangazwa kwamba inauzwa. Tukaipenda nyumba tukafata taratibu za kwenda kukagua mmiliki wa nyumba kwamba zile dokumenti zinaendana na anayetuuzia, na baada ya hapo tukaenda kwa mwanasheria. Alikuwa na dokumenti gani alikuwa na yeye mikataba yake ya, ya manunuzi ya kiwanja, alafu alikuwa na invoice. E, ya ile, zile dokumenti za jiji ambazo haikuwa hati, lakini baadaye sisi baada ya kununua tulienda tukatafuta tukapata mpaka hati e, ndio ehe. Kwa hiyo hizo tulivofata nani amini shir... tulivoenda kwa mwanasheria pale tukafanya utaratibu wote na ya vitu ambavyo pia tulikuwa tulikua concern navyo ni kuhusu familia. Je, huyu mtu ana familia kweli? na tukamuuliza pale mbele ya mwanasheria, mwanasheria akamuuliza kwamba uh, una familia una mke au una watoto, na kama una familia uh, ingetakiwa mke wako awepo hapa kwa ajili ya kusign hizi documents. Akasema hana familia. Alisema hana familia, ana mwanamke amezaa naye, na ikabidi asainishwe ile affidavit Eh, uh, yes, ile fomu ya kiapo ndio. Baada ya hapo, hapo tukafanya nani biashara, tukauziana, tukaanza tumeanza kuishi hapa hiyo, hiyo mwaka 2023 mpaka sasa hivi mwaka 2025 ambapo sasa hii changamoto imeanza kufanya nini kutupata, na imetupata kwa namna namna gani? Uh, kama uh, wiki mbili zimepita, walikuja watu hapa wakaleta wamesema summons kwamba tunatakiwa tutoke within 14 days. Sasa tukajiuliza je, kuna shida gani? Tulipompigia mhusika aliotuuzia akasema kwamba hakuna changamoto yoyote, yeye na huyo mwanamke alioza naye walishamalizana. Kwa hiyo kabisa, twende sasa huko nini, kwenye mahakama ya wilaya, kwa sababu ndio ilipotoka hiyo nani, mahakama ya mwanzo. Amini, tulipoenda pale wakatuambia nyinyi hamhusiki kwenye ili shauri la divorce. Kwa hiyo kama hamuhusiki kwenye shauri la divorce, na nyie ndo tayari mmenunua hiyo nyumba na mnaishi ndani na tayari mnaumiliki, itabidi mkafungue shtaka lenu kwenye mahakama ya ardhi, ili wale watoe zuio la, la nyie kutoka kwenye hiyo nyumba. Kweli tukafata huo utaratibu, tukaenda kule kwenye nani mahakama ya ardhi ya, ya wilaya, tukapewa ile zuio tukawapelekea hawa kamp, hiyo kampuni ya option mats sijui wanaitwa eh.